La seance est ouverte. Nous avons deux propositions de loi qui vont faire l'objet du debat general. Hatua mpya kuanzisha huduma ya kijeshi ya lazima kwa vijana wa miaka 18 hadi 30 nchini DRC si, umeletwa na Mbunge Claude Misare. Lengo ni kuimarisha ulinzi wa taifa kama inavyofanyika katika nchi nyingine duniani. Mbunge huo anaona sheria hii ni muhimu kutokana na vitisho vya kiusalama vinavyoweza kuhatarisha umoja wa nchi hii. Ni nia ya sheria ambayo natumia leo hapa kwenye kwenye Bunge la Taifa. Uh, tumetunga sheria ambayo tunaita loi de service militaire obligatoire, juu ya kusema tulete wakongomani wote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 wala pourquoi, nimeshukuru nimeshukuru wakolege ambao wamekuweza kukubali hii sheria ambayo tumeweza kupro na wanasema iende kwenye commission permanente defense et sécurité juu juu ya kuweza kuiameliore eh, juu ya kuweza kuianrishir na msiku kidogo itarudia tena hapa pour que rapport ikue voté na wenzangu wa bunge. Asante sana. Hata hivyo pendekezo hilo limepelekwa katika kamati ya PAJ kwa marekebisho zaidi kabla ya kuwasilishwa kwa Rais kwa ajili ya kusainiwa rasmi.